Kwa majina naitwa Maneno Mbaru Mabula. Mimi ni jirani katika familia hii iliyopata tatizo hili la kufiwa huyu mama. Ilikuwa ni Jumapili, saa saba kama na robo, mimi nilipigiwa simu na majirani wenzangu, na jirani yangu aliyenipigia, ndio tuliwaona marehemu ame, amelala akiwa kama ukutani wakati unaingia, lakini mmewake akiwa mwanzo, na baada ya kuwa tumeingia tulianza kumwangalia yule mama, tayari hata jicho lake lilikuwa limeshaanza kuwa jeupe. Lakini baada ya kumwangalia yule mwanaume tulimwona na kisu tumboni, ila akipumua pale tumboni, manaake anapopumua kisu kile kinacheza. Baada ya pale, tuliamua kumvuta nje kwa ajili sasa ya kutengeneza mazingira ya huduma ya kwanza kabla hatujapata usafiri wa kumusafirisha kumpeleka katika kituo cha afya, akafika askari ambaye ni J4 akitokea kituo cha polisi ikina ambacho kiko hapa Bukoli. Uh, unajua waandishi, katika hali ya kawaida kwenye majumba migogoro midogo midogo, hakika sote tunazo, na huwezi ukawa kila unapokuwa unapita unaendelea kuandika habari za hii familia wanaishije lakini hiyo siku tu ndio walisema baadhi ya majirani, kwamba walisikia ile kelele kelele, na baada ya pale, chanzo kilichowafanya mpaka kuanza kuomba msaada wale majirani wenzangu, maana wengine tulikuwa kwenye mishughuliko ya mihangaiko ya kimaisha, lakini marehemu huyu walimsikia akipaza sauti kwamba, majirani, naomba msaada, nitakufa. Hivyo ndivyo waliposogea na wakaanza kupiga sasa simu za kuomba msaada. Bahati mbaya mwenyekiti wangu alikuwa safari. Kwa hiyo tukaanza kuangaliana sisi wa karibu na jinsi gani maana tunaishi sisi hapa tunafahamiana. Ukiongea na fulani ni rahisi kupata namba ya LPC mkuu wa kituo au dokta na kadhalika. Kwa hiyo tulipofika kuuliza sasa labda mpaka kaka wa familia kwenye hili atasaidia, kwa sababu kama kulikuwa kuna mgogoro wa muda mrefu, yeye ndiyo ni mkubwa wa huyo binti na ndiyo ndugu aliyenaye hapa karibu. Kwa hiyo yawezekana akawa na taarifa za msingi kwamba wameshauriwa wame, na yeye mara ngapi. Lakini mimi nichokisikia kwamba baada ya kuwa nimefika kuwakuta wale sita, mimi nikawa wa saba, niliwauliza baada ya nyinyi hapa mmefika, mlichokishuhudia ni nini? Wakasema wakati tunafika, yule marehemu alipaza kwa sauti akisema kwamba mimi mume wangu kwa hali hii kama utaniacha nitakufa. Aliongea sauti hiyo mara tatu, maana yake hakurudia tena. Wakamgongea mlango yule bwana, wakimuomba kwamba bwana, kwa haya mambo ya familia na sisi tunayofungua tuelewane. Sasa baada ya pale, yule bwana aliwaambia msipige simu polisi wala kwa mwenyekiti, natoka tuzungumze, akiwa chumbani, lakini alipofika sebleni aliongeza ile saabufa muziki ule. Mlango ulikuwa umerudishwa, lakini aliufunga komeo kwa ndani, kwa hiyo walikosa sasa namna ya kufanya. Kwa hivyo ndivyo wakaanza kutumia utaratibu wa kuiomba serikali kufika, kwa maana ya ngazi ya mwenyekiti na watendaji, kwa ajili ya kujua nini kinaendelea mle ndani. Jina naitwa George Elias Kubanda mwenyekiti wa kitongoji cha Bugogobi, ambapo nilikuwa safari nilipata taarifa kutoka kwa mwenye katibu wangu wa kitongoji, ndio pia nimeziambiwa hapa hapa kwenye msiba nilipo. Baada ya kumamba, bade... baada ya tukio hilo, mama yake alikuwa na presha, alishikwa mshtuko mkubwa, na yeye akaanguka pia na kufariki. Mama wa marehemu, wa yule mama aliyefariki, baada ya kupata taarifa ya mtoto wake kuwa amechomwa kisu, alishtuka na hayupo hapa, yuko Kigoma. Yule mama zile taarifa tu zielekea kushtuka na yeye na kufariki pia. Asante. Msiba ni wa kwetu sote, lakini msiba huu unasikitisha kwa sababu haujatokea e, katika njia za kawaida. Kwa jina naitwa Faraji Rajab Sefu, diwani wa Kata ya Bukori. E, tukio hili kwa kweli limetusikitisha sana kwa sababu mimi nilipata taarifa nikiwa kwenye kikao Ntono, lakini nilipofika nikakutana na katibu wa mwenyekiti wa kitongoji cha Bugogobi. E, akanieleza tukio lililotokea lililotupata ndani ya kijiji chetu na kata ya Bukoli. E, baada ya kunieleza nikauliza hatua zilizochukuliwa, nikaambiwa hatua zilizochukuliwa mpaka sasa marehemu yuko hospitali Nyarugusu, lakini pia na huyu mume wake ambaye amesababisha kifo hicho au aliyefanya shambulio na alikuwa amekushachukuliwa hatua na polisi wetu, na akawa amepelekwa Nyarugusu pia. Matukio haya ndani ya kata yangu na nje ya kata yangu yanatokea mara kwa mara, kwa sababu tuseme tu mmomonyoko wa maadili, lakini pia e, vijana wanakuwa na stresi. Mimi na mimi nashauri, nawashauri wananchi e, wakubwa kwa wadogo unapokuwa na jambo mshirikishe mtu mzima akushauri, au fikisha katika vyombo vya ulinzi na usalama serikali. E, wenye vitu wa vitongoji fikisheni, mshauriwe, lakini pia ikishindikana, achaneni kwa wema, sio kuchukua hatua kama hizo ambazo zimepelekea huyu amefariki, lakini huyu naye yuko amekamatwa na jeshi la polisi. Ili akatumikie au akathibitishe au vile vyovyote ambavyo serikali itajirizisha kwamba aidha anatuhumiwa au hana hatia. Kwa hiyo, siwezi kusema sana lakini kikubwa zaidi ambacho napenda kukisema, wananchi wasichukue sheria mkononi. Lakini pia jambo jingine ninaiasa jamii. Jamii yetu imekuwa ina mambo ya mzaha sana, lakini hata wakubwa wanapofuatwa na wadogo au wanapoona jambo limnataka kuharibika, hawachukui hatua ya kuwashauri. Mara nyingi mzaha unakuwa mwingi, masuala kama haya yanapelekea mpaka watu wanaingiza sababu za kisiasa. Sababu za kisiasa nasema, mtu anaswala na mke wake, badala umshauri wewe unapelekea sababu za kisiasa, au unapelekea sababu tu ambazo hazieleweki. Kwa hiyo vijana wanashindwa kupata ushauri unaofaa, ni namna gani ya kutatua jambo au namna gani ya kuchukua hatua iwapo wamehitilafiana na mwenza wake.